Wakati huu karibuni sana ndugu watazamaji wa kipindi chenu pendwa kabisa cha makala ya leo. Leo nipo hapa mimi mtangazaji wako, tena posti Daudi Mzirai, lakini pia katika studio zetu nipo na... na mimi ni Benjamin Daudi. Karibu sana katika kipindi chetu pendwa ya yeah. mimi ni Daniel Sospita. Yeah, tunakukaribisha katika kipindi chetu, karibu sana. Nadhani ndugu mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu pendwa kabisa wa makala ya leo unatamani kujua leo tuko na makala gani mezani. Sasa ningeweza kuweka mada mezani. Mada yetu leo ni nafasi ya mwanamke katika jamii ama nafasi ya mwanamke katika kanisa. Nafasi ya mwanamke tunapokwenda kuizungumzia, utaweza kuelewa zaidi kwamba tunamaanisha nini. Labda ningependa kumkaribisha ndugu yangu Mr. Benjamin kama alivyojitambulisha kwamba um, unaweza kuongea nini kuhusiana na nafasi ya mwanamke katika kanisa na nafasi ya mwanamke katika jamii. Karibu. Uh, kiukweli katika kanisa mwanamke ana nafasi kubwa sana, na sasa hivi tunaona mambo yanavyozidi kwenda, yani teknolojia inavyozidi kwenda kadi ya siku zinavyozidi kwenda tunapata wanawake wengi sana wanakuwa watumishi ni wachungaji mm. Lakini kwa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna mkanganyiko sana, kwa sababu sijui ni wafifu wa kusoma Biblia, sijajua ni nini, lakini kwa wow, kuanzia huku elfu mbili na nane saba mpaka sita ni mara chache sana kukuta madhabahuni mwanamke anahubiri, ubili ni mara chache sana Ah, labda ningerudi kwa Mr. Daniel, kwamba unaweza kuja katika hilo swala. Kwa kweli, naweza kusema kwamba <coughs> mwanamke ni mtu ambaye ana, ana uwezo mkubwa sana, hasa katika kufanya kazi, ana experience, kwa sababu ukimwangalia <coughs> mwanamke mwanamke ni mtu ambaye anaweza kujigawa kwenye mambo mengi kwa wakati mmoja. Sawa, umekuta mwanamke yuko anapika huku amebeba mtoto mgongoni, umeona ukitazama kitu kile, mwanaume hawezi akakifanya. Yaani kiufupi hicho sio kitu rahisi kwa mwanaume yeah. ingawa mwanaume anaweza akafanya vitu vikubwa, lakini mwanamke anaweza kufanya vitu vingi, umeona yeah. Kwako labda nirudi kwa upande wako, Daudi, unaona ni sahihi mwanamke kuhudumu katika kanisa? mtu ambaye ameweza kupewa, Mwenyezi Mungu alimpatia binadamu utashi. Utashi, tukirudi katika maana ya, yani utashi ni kwamba ingekuwa Mwenyezi Mungu angeamua kumfanya kila mwanadamu aweze kumwabudu by force. Yaani asingempa mwanadamu utashi, ingekuwa kama robot. Robot unaweza ukaiongoza, lakini alitamani kuona uwezo wa binadamu kwamba akimwabudu katika roho na kweli ndio maana Mungu akampa binadamu utashi wa kuhubiri kwa kipaji. Mtu anapoamua kuhubiri sio kama vipaji vingine vya kawaida hmm. Mtu mtu anaweza kufanya chochote kile lakini, mtu anapoamua kuhubiri inamaanisha kwamba ametoa kabisa katika nafsi. Kwa hiyo mwanamke anapojitoa kwamba anaamua kulihudumia kanisa akatangaza neno la Bwana means ameamua kufanya ile amri iliyokuu, amri ya mapendo, amri ya Mungu kwamba lakini laki ndugu Mzilai, hapo ningependa ikukatishe, kwa sababu mi kwa jinsi navyolielewa hmm. mwanamke sio vibaya kusimama madhabahu na kuhubiri, lakini kisheria, kibiblia, kwenye agano la kale ukisoma vizuri hiyo hairuhusiwi, kwa sababu sawa ni utashi kwamba mwanadamu Mungu anataka atambue utashi wa mwanadamu kwamba kama ulivyozungumza utashi katika kuhubiri katika kusimama mbele za watu, lakini hai, haiwezi ikaenda ikakaseli sheria ya Mungu ambayo sheria imekisha weka kwamba mwanamke kusimama. Sasa sifahamu kama ni sheria <coughs> ilikuwa ni sheria ya Wayahudi mm. ama ni sheria ya Mungu kwamba mwanamke kusimama katika madhabahu na kuhubiri hiyo ni haramu. Kama ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ya sura, nadhani ni sura ile ya kumi na moja, inasema kwamba mwanamke <coughs> ni vyema akafunika nywele zake, lakini kwa ajili ya stara ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya jinsi alivyo mwanamke sio vizuri kusimama madhabahuni na kuhubiri. Ni vyema kama ana swali ama ana jambo akamuuliza mume wake chumbani kisoma kitabu kile kinazungumza hivi Bwana <coughs> Dani, ni sawa unjue, bibilia bibilia ni, ni pana, bibilia ni kubwa, umeona na umesema kwenye Agano la Kale hairuhusiwi mwanamke kusimama, umeona. Kwa hapo naweza nikafafanua, labda tukiangalia katika <coughs> Agano la Kale, Debora, Debora alikuwa ni nabii ambaye ni nabii ambaye ambaye <coughs> likuwa... <coughs> una Waamuzi nne mstari wa nne tusome mpaka pale. Sura ya tano tunaona Debora alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na, mm, anaisemea ni nabii ambaye alikuwa anaisemea taifa la Israeli. Hebu tusomee hapo, mtumishi, naomba nisome kama ilivyoandikwa. Yeah, Waamuzi nne mstari wa nne kwamba basi, Debora nabii mke, mkewe Lapidothi, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Sawa sawa na pia nikiongezea na Maryam ambaye alikuwa dada yake nanilia dada yake Musa, umeona naye, pia alikuwa ni nabii ambaye aliongoza wimbo wa ushindi. Somebu hapo mstari huo... kutoka kutoka sura hiyo Kutoka kumi na tano mstari wa ishirini Kutoka kumi na tano mstari wa 20 unasema Hmm. Na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa hatari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote, wakaenda nyuma yake kwenye matari, okay. Mwona hapo, kwa hiyo ni agano la kale, lakini tukija hata kwenye agano jipya kwenye Timotheo. Ndio maana, nataka maana nataka niwape maana kwamba Biblia ni kubwa. Kwenye Timotheo inakataza sasa kwenye Timotheo inakataza lakini, nitafafanua kwa nini inakataza. Mona, hebu tafuta hapo Timotheo, Timotheo wa pili mstari wa 11 mpaka 12 inasema hivi mwanamke na ajifunze katika utulivu akili kwa kila namna simruhusu mwanamke kufundisha wala kumtawala hapo hapo mwana, mwanaume, okay. maneno uliosoma mwanzo mm na hili neno ambao umelisoma sasa hivi ndo unakuja kutambua kwamba hey, Biblia ni kubwa kama walivyozungumza, kwa sababu hey, kile ulichokisoma mwanzo kinatofautiana na hichi, sasa hapa kinakubali ya hichi huku, yeah, kinapinga umeona kina, kinapinga hey, hapo. Hii hii ni agano la jipi lakini, ina, ina labda, katika, ambayo inapinga, umeona. Lakini kwa nini inapinga? Labda katika wengine uelewa hii ni kama maagizo ambayo muktaza wake kwamba yani haruhusi kusimama, lakini baada ya baada baada ya ya Yesu Kristo kufufuka, taarifa ya kwanza alipewa na Maria Magdalena kwamba akawafikishie wanafunzi wake hizo taarifa. Yani kuhubiri ni kutupata neno sehemu na kulifikisha sehemu nyingine lakini Magadalena ndo alienda kuwafikishia taarifa wakina nani? Wakina Petro. Nadhani hapana, hilo unalolifikiria mtumishi hey. itakuwa una, una rong side, kwa sababu taarifa ya kufikisha ni kawaida, hata mi naweza nikafikishia taarifa na rafiki yangu wa kike, lakini tofautisha kusimama na kuhubiri, kuhutubia watu mm. kama kuwatawala, ndio maana Biblia imekwambia hapo kwamba mwanamke kutawala, mm. sio kufikisha taarifa. Hizo ni taarifa ambazo Magdalena alipewa baada ya kwenda kumwangalia Yesu kabrini. Sasa pale pale pnda labda labda labda watumishi hey. ni ni kuzungumza, kuzungumza kwa sababu kuna wakati tunasema uweza kumhubiria